Tuanzie usiku wa kuamkia Jumatano Januari tarehe 22 mwaka 2025, pale Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kilipopata mwenyekiti mpya Tundu Antipasi Mgwai Lissu baada ya kumshinda Freeman Alikaeli Mbowe aliyekuwa ameshika wadhifa huo kwa miongo miwili na ushee tangu 2003. Tangu uchaguzi huo kuisha, kumekuwa na vuta ni kuvute kwa Chadema na utawala ambayo siyo mpya, ni mwendelezo wa harakati za Chadema dhidi ya kile wanachoamini ni kukosekana haki katika vyombo vya kusimamia uchaguzi. Ili kuwepo haki, wanataka mabadiliko ambayo yanatokana na katiba mpya. Pili, kuna vuta ni kuvute ndani ya chama iliyoanza wakati wa uchaguzi wa kumtaka mwenyekiti uliofanyika Januari 2025 mwaka huu. Maneno mengi yalinenwa kauli nyingi zikatolewa, vijembe na ngonjera zikaganiwa. Wengi waliamini hayo yangemalizika baada ya uchaguzi kuhitimika. La hasha, hali haionekani kubadilika. Machafuko ndani ya Chadema na mchafuko unaendelea. Mivutano yote miwili ina athari kwa Chadema. Huo wa kwanza umempelekea Tundulisi kuwekwa ndani kwa kesi ya uhaini. Viongozi wengine na wanachama pia wamekamatwa kwa nyakati tofauti na kuachiwa, lakini hilo siyo jambo jipya, lilitarajiwa ndani ya Chadema. Hata hivyo na mvutano huu wa pili umepelekea baadhi ya wanachadema kukiacha kukiunga mkono chama hicho cha Chadema, ili hali kwamba ni ukweli uliowazi kwamba kuondoka chamani ni haki ya mwanachama yoyote na wa chama chochote, hila uamuzi huo unaweza usiwe na afya kwa chama Chadema. Wana vita mbili wanaopigana nayo sasa kwa wakati mmoja wao kwa wao na wao dhidi ya utawala. Sina hakika ikiwa wana uwezo wa kushinda vita vyote kwa nyakati moja, hasa ukizingatia ile sehemu ya msemo wa Kiswahili ambayo inasema utengano ni udhaifu. Katika nyakati za harakati za kudai mabadiliko ya kisiasa, hasa mbele ya utawala, watu ni mtaji muhimu sana, ingawa swali la watu wao wawe wa aina gani litaibuka mwongozaji wa harakati hizo ndio hatakuwa jawabu la swali hilo. Kuna jambo la tatu ambalo ni jipya kabisa kwa Chadema. Ofisi ya msajili wa vyama vya siasa wiki hii ametengua uteuzi wa wajumbe wanne wa sekretarieti ya kamati kuu ya Chadema ambao walithibitishwa na baraza kuu la chama hicho. Ofisi hiyo inasema kutokana na kutokuwepo kwa akidi halali ya kikao hicho. Miongoni mwa waliotenguliwa ni vigogo wa chama akiwemo John Mnyika katibu mkuu, Amani Gorugwa naibu katibu mkuu bara, na Ali Ibrahim Juma naibu katibu mkuu Zanzibar, Godbless Lema na kuwataja kwa uchache. Chadema kupitia makamu mwenyekiti bara John Heche amejibu na kusema Chadema inaendelea kuwatambua viongozi hao na hawatabadili chochote. Heche amesema akiwa mkoani Mara na mnukuu, anasema "Mimi nakwambia msajili, wewe hauhitaji kumtambua katibu mkuu wa chama chetu sisi tunamtambua. Namaliza kumnukuu. Katika hili hali ikibaki kama ilivyo sasa itakuwa nafuu kwa Chadema, lakini ikiwa msajili ataamua kuchukua hatua kubwa zaidi, huenda hilo likazusha shida nyingine ndani ya chama hicho. Mwanasheria na mchambuzi wa masuala ya katiba na sera Edison Klato akiojiwa na moja ya vyombo vya habari vya ndani anasema msajili hana mamlaka ya kufanya na mnukuu, akisema, maamuzi ambayo msajili ameyafanya ni batili kisheria, wako sahihi, sema kisiasa hiyo naiona ni changamoto, ila kisheria mimi sioni shida Chadema wasipozingatia hayo maagizo ambayo kimsingi yamekiuka katiba ya nchi, anasema Kilatu, nimemaliza kumnukuu. Nikimaliza kumnukuu, niendelee kwa kusema maelezo ya Kilatu anayoelekeza kwenye katiba ya Chadema ibara ya sita kifungu cha pili sheria namba mbili ya mwaka elfu mbili kumi na sita toleo la mwaka elfu mbili kumi na tisa ambayo inasema kwenye vikao vingine vyote akidi ni hamsini isipokuwa kama kikao kinahusu mabadiliko ya katiba ambayo akidi yake ni asilimia sabini na tano kwa mujibu wa Chadema akidi zaidi ya asilimia hamsini ili kuwepo huu, huenda ukawa ni mzozo mpya unaokwenda kuanza sasa, mzozo ambao utaiweka Chadema kwenye kala moto zaidi kutokana na mamlaka na nguvu kubwa aliyopewa msajili wa vyama kisheria. Je, ni nani kuondoka Chadema na nani kaondoka Chadema? Kuanzia juma lililopita kumekuwa na msururu wa wanachama wakiwemo viongozi wa kipindi kilichopita chini ya Mboe, wanaojiita G55 na kutangaza kwa mafungu kuondoka Chadema. Msululu huo ulianza rasmi Jumatano ya Mei 7, 2025 iliyokuwa Secretariat ya chama hicho kutangaza kuondoka, wakieleza kwa vyombo vya habari na umma sababu za wao kutimka. Hao ni aliyekuwa naibu katibu mkuu Bara Benson Kigaila, aliyekuwa mkurugenzi wa itifaki, wenezi na mambo ya nje Johni Mrema, aliyekuwa naibu katibu mkuu Zanzibar Salum Mwalimu, aliyekuwa katibu wa Secretariat, Julius Mwita na aliyekuwa katibu wa baraza la wanawake CHADEMA bawacha Catherine Luge. Kigaila alisema kuna ubaguzi dhidi ya wanaohusishwa na upande wa mboe na wamekuwa wakitengwa katika ngazi zote. Mwalimu yeye alisema kama sio mlengo wa no reform no election unatengwa na ushauri wao kuto kusikilizwa. juu ya hoja ya no reform no election, Luge ameeleza hawezi kuwa kwenye chama ambacho haamini katika ajenda na msimamo wao Amani Goluga amejibu kwamba kuondoka kwao hakuna pengo lolote walioliacha ndani ya chama hicho ambacho ni chama kikuu cha upinzani naye ch amesema yaliyosemwa na, EH na walioondoka hayana ukweli bali wamefikia bei na ana taarifa kuwa wengine pia watafuata kwa hakika jawabu ya swali la nani anasema kweli kati ya makundi haya huenda lisiwe la muhimu miongoni mwa wafuasi wa chama hicho bila ya shaka hilo muhimu ni kutokiona chama hicho kikiporomoka na kuishia kwenye kaburi la sahau. Chadema bado ina ushawishi na yanayoonekana, Tundulisu amekuja na mikakati mipya ili kufanikisha kile wanachotaka kukifanikisha. Matokeo ya mwisho yatakayozaliwa kutokana na mikakati hiyo ndiyo yataamua ikiwa uongozi wake umefanikiwa au umefeli. Je, Chadema inajenga au inajimega? Kujiuzulu na kuondoka chamani siyo jambo jipya. Itakumbukwa kuelekea uchaguzi wa mwaka 2020 vyama vya vipinzani hasa Chadema vilipoteza wanachama kadhaa waliokuwa wabunge na madiwani ambao walihamia chama cha mapinduzi CCM, kwa hoja ya kuunga mkono juhudi za maendeleo za rais wa wakati huo hayati John Pombe Magufuli. Chadema waliwatuhumu walioondoka kuwa wananunuliwa na kuahidiwa kupewa viti katika uchaguzi mkuu wa bunge. Walioondoka Chadema na kufanikiwa kurudi katika nafasi hizo kupitia CCM walikuwa ni pamoja na Mwita Waitara, Julius Karanga, Chacha Lioba, Godwin Mori, James Olemilia, Paulini Jekul na Joseph Mkundi licha ya kundi kubwa kuondoka Chadema, bado ilifanikiwa kubaki kuwa chama kikuu cha upinzani, ingawa ilikosa viti vingi vya ubunge kama vyama vingine vya upinzani kutokana na kile ambacho wengi walikiona kuwa ni mbinu chafu zilizotumika wakati wa uchaguzi wa mwaka 2020. Turudi sasa kwenye swali kuu, je, Chadema inajijenga au inajimega? Inavyoonekana ni kwamba mambo yote mawili kwa sasa yanatokea kwa wakati mmoja. Uongozi mpya huko katika harakati za kukijenga chama na wakati huo kuna makundi yanayomeguka ndani ya chama cha demokrasia na maendeleo. Hii ni Habari Kiganjani, hakikisha kwamba umesubscribe hapo chini kwa ajili ya kupata habari nyingine ambazo tunakuwekea hapa kila wakati.